Mchungaji aliyeitwa William Sangster alikuwa akihudumu nchini Uingereza wakati ule ambapo meli ya Titanic ilizama. Yeye eh, alisimulia kisa hiki cha kuvutia ambacho kilihusiana na janga hilo baya na la kushtua ambalo kwa kweli lilishtua dunia nzima. Mwanamke mmoja aliyekuwa na hofu kwenye meli ya Titanic alipata nafasi yake kwenye mashua ya uokoaji ambayo ilikuwa karibu kushushwa kwenye bahari ya Kaskazini iliyokuwa na dhoruba kali. na ghafla akakumbuka kitu alichohitaji kutokana na hatari ya kifo iliyokuwa inamkabili. Aliomba ruhusa ili arudi kwenye chumba chake cha kulala. Aliruhusiwa kwa muda mfupi tu, la sivyo wangeondoka bila yeye. Alikimbia kwenye sitaha ambayo tayari ilikuwa imeinama kwa hatari, akapita kwenye chumba cha kamari ambako pesa zilikuwa zimejazana kwenye kona moja hadi kwenye vifundo vya miguu, lakini hakusimama hata kidogo pale alifika kwenye chumba chake cha kulala. Na pale juu ya rafu karibu na kitanda chake, kulikuwa na sanduku la vito lililojaa mawe ya thamani na vito vingine vya thamani. Akalivuta pembeni, na badala yake akachukua machungwa matatu madogo kutoka kwenye rafu hiyo, kisha akakimbia kurudi kwenye mashua ya uokoaji na kupanda ndani. Mchungaji Sangsta alihubiri kuhusu ukweli kwamba kifo kilikuwa kimepanda Titanic, na pumzi moja tu ya kutisha ilibadilisha thamani za vitu vyote mara moja. Vitu visivyo na bei viligeuka kuwa bure na visivyo na thamani vikawa vya thamani sana, na katika wakati huo mwanamke huyu alichagua machungwa badala ya almasi. Ukweli ni kwamba msiba hutusaidia kuona kwa uwazi zaidi kile ambacho kina maana ya kweli maishani, sivyo? Naam, nadhani janga kubwa zaidi ni kwamba watu wengi hawapati uelewa huo. Wako bize sana kukusanya almasi kwenye meli ambayo itazama mwishoni mwa maisha. Basi katika kitabu cha Warumi, Paulo ameonyesha hatia na upumbavu wa watu wasio na maadili katika sura ya kwanza. Katika sura ya pili, yuko katika mchakato wa kuelezea hatia na dhambi za watu waadilifu na wanaoheshimika. Basi baadaye katika sura ya tatu ataelezea hatia na dhambi za watu wa dini. Hivyo Paulo anatoa hoja nzito kwamba ulimwengu wote umesimama na hatia mbele za Mungu mtakatifu. Sasa hapa katika sura ya pili, tunafika kwenye mstari wa nne ambapo mtume Paulo anauliza swali hili la balaga: auje, unadharau wingi wa wema wake na uvumilivu na subira yake, bila kujua kwamba wema wa Mungu unakusudia kukuongoza kwenye tobai? Paulo anaandika hapa kwamba mtu wa maadili anadharau wema wa Mungu na uvumilivu wa Mungu. Kwa kweli neno linalotumika kwa kudharau linamaanisha hata kumtazama Mungu chini au hata kumdharau. Hivyo basi, yule asiyeamini lakini anaonekana kuwa na maadili mema, kwa kweli anamwangalia Mungu kwa dharau. Wanaamini kuwa wao ni bora kuliko Mungu. Sasa, ukisikiliza jinsi wanavyoongea kuhusu Mungu ofisini au shuleni, watasema mambo kama, mimi siwezi kufikiria Mungu akifanya mambo ambayo Biblia inasema anafanya. Au, hakika Mungu hawezi kuwa mpumbavu kiasi cha kuhukumu dunia. Au labda ni hivi, kama ningekuwa Mungu, nisingesema mambo hayo, nisingefundisha mambo hayo. Sasa wapendwa, wanamaanisha nini? Wanasema, Mimi ni bora zaidi kuliko Mungu. Mimi ni mwerevu zaidi kuliko Mungu. Unaona, katika kiburi chao cha kujiona wenye haki, wanadharau uvumilivu na wema wa Mungu, na angalia wanachokosa. Mstari wa nne unazungumzia zawadi ya utajiri wa Mungu, na Paulo anataja vitatu hapa, zawadi tatu au hazina tatu ambazo mtu wa maadili lakini asiyeamini anazidharau kwa kweli, hata hazitambui, anapokimbiza basi almasi, vile vitu vyenye thamani ya muda mfupi. Hazina ya kwanza ni ipi? Basi, zawadi ya kwanza ni wema. Neno la Kigiriki la wema mara nyingi hutafsiriwa kama uzuri, na hili linakurudisha hadi kwenye matendo ya kwanza ya wema wa Mungu kule Mwanzo moja. Mwisho wa kila siku sita za uumbaji, Mungu alisema kwamba alichokuwa amekiumba kilikuwa chema. Hiyo inamaanisha kwamba eh, kila mtu anayeishi kwenye sayari hii amepata wema wa Mungu, iwe anajua au hajui. Unaweza, unaweza kurejelea wema wa Mungu kama wema wa kawaida au, au neema ya kawaida. Katika Mathayo saa tano na madakika 45, tunasoma kwamba Mungu husababisha jua kung'aa, mvua kunyesha juu ya wenye haki na wasio haki. Unajua, moja ya mambo ya kushangaza kuhusu wema wa Mungu ni kwamba wasioamini wanaupata kila jua linapochomoza, kila mvua inaponyesha. Lakini yule asiyeamini mwenye maadili anadharau wema wa Mungu. Hafikirii hata kumshukuru Mungu kwa jua au mvua. Sasa hebu nikuambie, kama ningekuwa Mungu, mambo yangekuwa tofauti. Yule jirani aliyekudharau kwa sababu wewe ni Mkristo, basi ningehakikisha kwamba mvua haitawahi kunyesha kwenye uwanja wake wa mbele, asingeweza hata kukuza nyasi kabisa. Lakini Mungu hafanyi hivyo, asivyo. Kwa kweli, uwanja wa jirani yako unaweza kuonekana kuliko wako, kama vile uwanja wa jirani yangu unavyoonekana kuliko wangu. Kwa hiyo, moja ya ukweli wa kushangaza kuhusu zawadi za Mungu ni kwamba zinawafikia kwa kiwango fulani hata wasioamini. Sasa zawadi ya pili ambayo Paulo anaitaja hapa kutoka moyoni mwa Mungu kwa wanadamu wote ni hii, zawadi ya uvumilivu, ndivyo imetafsiriwa kwenye Biblia yangu. Neno hilo linatokana na kitenzi cha Kigiriki kinachomaanisha kushikilia au kuzuia. Hivyo katika mstari huu kinapendekeza kwamba Mungu anazuia hukumu yake. Sasa mungu angeweza kuwa hukumu wasioamini mara moja kwa ajili ya dhambi zao, kiburi chao, dharau yao, kukataa kwao Kristo, chochote kile. Lakini Mungu kwa neema anaiweka akiba, anaizuia mpaka siku ile ya hukumu ya mwisho. Sasa zawadi ya tatu ambayo Paulo anaitaja hapa ni uvumilivu wa Mungu au subira yake ndefu. Neno la Kigiriki ni akrothumeo. Sehemu ya kwanza ya neno hilo ni akro, ambayo ni kiambishi tunachotumia leo kuzungumzia kitu kikubwa au kikuu. Hivyo uvumilivu wa Mungu ni mkubwa. Ninaposoma hapa kuhusu uvumilivu mkuu wa Mungu, ninamkumbuka yule mpinga Mungu Bob Ingersoll, ambaye alikuwa akizunguka akifanya mikutano mwishoni mwa miaka ya elfu moja na mia nane Yaani, angepanda jukwaani akakusanya umati na kutangaza kwamba Mungu hayupo. Bila shaka, wakati huo hili lilikuwa jambo la kushangaza sana kusema, na mara nyingi umati ulikuwa mkubwa sana. Kisha angechukua saa yake ya mfukoni na kuambia umati, kama kuna Mungu na anipige na kifo ndani ya sekunde thelathini. Halafu angeinua saa yake ya mkononi na kuhesabu sekunde zikishuka. Watu watu wangekuwa wanashikilia pumzi zao. Vema, mwisho wa sekunde thelathini bado angekuwa amesimama pale, na angesema tu, unaona, nilikuambia hakuna Mungu vema tena kama ningekuwa mungu ingekuwa tofauti hapana katika sekunde ya mwisho ya siku hiyo iliyosalia ungeona umeme na rundo kidogo la majivu pale kwenye hatua hiyo sasa hoja ni kwamba mungu hapotezi subira yake ndani ya sekunde thelathini au miaka thelathini au miaka mia tatu ukweli kwamba hukumu haiji mara moja si ushahidi wa kutokuwepo kwake ni ushahidi wa subira yake. Sasa katika maneno ya mwisho mstari nne wa Warumi mbili, tunapewa lengo la utajiri Mungu hazina zawadi. Paulo anauliza swali hili kwa ufanisi hapa. Wacha niliseme kwa maneno yangu mwenyewe: hujui kwamba wema wa Mungu unakusudiwa kukuongoza kwenye toba? Sasa neno lililotafsiriwa hapa kama toba kimsingi linamaanisha kubadilisha mawazo yako kuhusu dhambi yako; unakubali ni dhambi. Badilisha mawazo yako kuhusu maisha na vipaumbele. Kwa kweli, unabadilisha mawazo yako kuhusu Mungu. Umtazami tena chini ya pua yako, ujifikirie kuwa wewe ni mwerevu kuliko yeye unanyenyekea kwake, unampenda na unamwabudu. Unaona, fadhili na subira ya Mungu imekusudiwa kukuvuta wewe kwenye toba. Napenda jinsi mwandishi mmoja alivyosema kwamba Mungu amechagua kutumia msalaba, si klabu, na mikono ya Mwokozi inanyoosha nje kutoka kwenye msalaba huo, kana kwamba inasema, yeyote anayetaka atakuja. Je, unauchukulia kirahisi utajiri wa hazina hizi tatu, zawadi zake za wema na ustahimilivu na subira? Vema, kama wewe si mwamini, fadhili za Mungu zimeenezwa kwako hata leo kwa kukuruhusu bado kuwa hai na kupumua, kusikia ukweli huu wa upendo wa Mungu kupitia, kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo swali ni je, utampinga Je, utampuuza? Je, utamkatai? Au labda sasa hivi pale ulipo, mwombe awe bwana na mwokozi wako. Vema, sasa, kama wewe ni Mkristo, inawezekana kufadhaishwa na, na hali na, na kuanza kufikiria kwamba, vema, Mungu si mwenye fadhili kwangu hata hivyo tuna mwelekeo wa kufafanua wema na fadhili za Mungu kwa wiki chache au miezi michache au miaka michache, badala ya mwanga wa maisha yote. Ukweli ni kwamba, kama ule wimbo wa zamani unavyosema, tutaelewa vyema zaidi baadaye. Siku moja tutaangalia nyuma kwenye maisha yetu na kuungana na mtunga zaburi Daudi, kuimba utimilifu wa mstari wa mwisho wa Zaburi ishirini na tatu, hakika wema na fadhili zimenifuata siku zote za maisha yangu, kana kwamba unasema, basi, unaona nini? Tazama ni nani amekuwa akiniongoza. Na kwa njia bora zaidi, Daudi anamalizia kwa kusema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Naam, kwa hilo tumepitwa na wakati wapendwa. Hadi tutakapoanza tena safari yetu inayofuata ya hekima, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.